Wa majina anaitwa Lemrus Mchome ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro, lakini vilevile vile pia ni mjumbe wa baraza kuu la chama taifa. Wa, nimependa leo niongee na Watanzania pamoja na wanachama wenzangu kwa sababu nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za nini kinaendelea kutokana na sakata ambalo ambalo uh, nilimwandikia katibu mkuu wa chama changu barua, katibu mkuu wa zamani mheshimiwa John John Mnyika, barua ya kwamba baraza kuu la tarehe 22 mwezi wa kwanza halikuwa na akidi na hivyo basi maamuzi yote ambayo alifanyika katika baraza kuu hilo maamuzi hayo ni batili. Barua hiyo nilimwandikia siku ya tarehe kumi na nane mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano Na hata hivyo katibu mkuu wa zamani mheshimiwa Mnyika alinjibu barua yangu tarehe ishirini na nane na barua niko nayo hapa. Um, barua hii alinijibu na akieleza kwamba moja kati ya mambo ambayo alieleza katibu mkuu Uh, Mheshimiwa Mnyika ni kwamba sina uhalali wa kuhoji, uh, kwa sababu sikuwepo kwenye kwenye baraza kuu hilo, kitu ambacho kwa kweli kinanishangaza, kwa sababu uh, vikao vile vikubwa vya vya chama vilikaa kwa muda wa siku tatu, nikimaanisha baraza kuu la tarehe ishirini, mkutano mkuu tarehe ishirini na moja ambao ndo ulifanyika uchaguzi na tukampata mwenyekiti wetu mpya wa chama Mheshimiwa uh, wakili msomi mwanasheria nguli Mheshimiwa Tundu Lisu, na baada ya hapo tarehe ishirini na mbili kikafanyika kikao kingine cha baraza kuu ambacho wao wanasema, na kuna mahali mwenye kitwangu wa chama amenukuliwa akisema kwamba sikuwepo kwenye kwenye kwenye kikao hicho, ili hali nilikuwepo kwenye kikao hicho cha tarehe ishirini na mbili na ndio maana kwenye vikao vikubwa hata stahiki zangu nilipatiwa. Sasa napata napata shida kuona kwamba stahiki zangu nilipatiwa, alafu, alafu mwenyekiti wangu wa chama anasema sikuwepo, lakini katibu mkuu wangu wa chama mwenyewe anasema uh, sikuwepo kwa barua ambayo alinijibu. Um, lakini hata kama ningekuwa hata kama ningekuwa sipo, hii ha, hii haiondoi uhalali uh, au ha, ha, haileti uhalali wa katiba ya chama chetu kuvunjwa. Kwa hiyo nimeona kuna mahali katiba ya chama chetu imevunjwa, na ndio maana nikafanya uh, nikafanya hayo ambayo nimeyafanya. Baada ya, ku, ya, ku, ya kutafakari kwa kina, nikaona upo umuhimu uh, wa kumwomba msajili wa vyama vya siasa basi aweze kuingia kwenye kwenye kwenye hili, aa, na ili tuwe na uongozi ambao upo halali kikatiba. Kwa hiyo siku ya tarehe kumi na tano mwezi huu wa tatu nimemwandikia msajili wa vyama vya siasa barua na nimemwomba mambo makuu manne kwenye barua yangu. Jambo la kwanza ambalo nimemwomba msajili ni achunguze uhalali wa kikao cha tarehe ishirini na mbili kikao cha baraza kuu, ikiwemo kupitia a, a, nyaraka za kikao hicho, ikiwemo akidi m, ile orodha ya wanachama ambao walikuwepo wali siku hiyo, lakini vile vile pia a, a, agenda za kikao hicho na pia kuona ni namna gani ambavyo kulikuwa kuna watu ambao Uh, hawakuwa wajumbe halali wa kikao, lakini walipiga kura kumthibitisha uh, katibu mkuu, naibu katibu mkuu uh, bara pamoja na, na Zanzibar, lakini vile vile pia wajumbe wale wa kamati kuu watano ambao waliteuliwa na mwenyekiti, mwenyekiti wa chama. Na katiba yetu iko wazi, katiba yetu iko wazi kwenye hilo <coughs> uh, ukiangalia ibara ibara ya 7.3.2 ya katiba ya chama inaweka wazi na inaeleza kwamba katika vikao vya uchaguzi ni wajumbe halali tu wa kikatiba ndio wataruhusiwa kupiga kura. Wawakilishi wa wajumbe wa kikatiba kama watakuwepo, watatakiwa kutoka nje ya ukumbi wakati wa kupiga Kura. Na tumeona, na, na, na hii pia ni msajili anayo, katibu mkuu wetu wa zamani wa chama chetu anayo. Wapo wajumbe ambao niliwalalamikia ambao sio wajumbe wa kikao hicho, lakini walikuwa ndani na wengine wanaonekana wananyoosha mikono, mmojawapo ni Nyamatara, Dokta Nyamatara Tengecha, lakini wapo kina Askofu Mapinduzi, wapo kina Askofu uh, Mwamakula e, wapo kina walikuwepo kina Rosi Mayemba e, na wengine wengi hasa ni ni ni jambo la la uvunjifu wa katiba kama watu hawa walikuwepo ndani na wakapiga kura ili hali sio ili hali sio sio wajumbe. Kwa hiyo nimemwomba msajili pia pite kwenye hilo. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ambalo nimemwomba msajili ni kwa mamlaka alionayo kwa mujibu wa wa, wa, wa sheria za vyama vya siasa kubatilisha Uh, maamuzi yote yaliyofanyika kwenye kikao kile cha tarehe ishirini na mbili cha baraza kuu kwa sababu hakikuwa halali. Maamuzi hayo ni pamoja na kubatilisha uteuzi wa katibu mkuu wa sasa Bwana uh, John Mnyika, naibu katibu mkuu bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, lakini vile vile pia uh, wajumbe watano wa kamati kuu walio, walio teuliwa na na na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Nilieleza mara ya mwisho nilipoongea na waandishi wa habari nikiwa nikiwa Arusha. Ni kweli vitisho vipo kwa sababu hata press ambayo ilikuwa niifanye hiyo siku wapo vijana, na niliwataja mmoja wapo, nilitaja kwa majina yake anaitwa Mzambia. Aa, alikuja mahali ambako nilikuwa nafanyia press Uh, eneo moja linaitwa Capital liko maeneo ya Sekei. Uh, akiwa na wenzake wakanifanyia fujo na kusababisha nikashindwa kufanya press kwenye hilo eneo <coughs> na kuhamia kwenye kwenye hoteli nyingine uh, nikaweza kufanya press. Kwa hiyo vitisho hivyo vipo, na na naamini mimi ninachokifanya nafanya kwa ajili ya kutafuta haki ambayo siku zote CHADEMA tumekuwa tukisimamia, tumekuwa tukisimamia misingi ya haki, tumekuwa tukisimamia uh, misingi uh, ya, ya, tukiamini kwenye kufuata katiba. Kwa hiyo hivyo vitisho vipo na tunakabiliana navyo, lakini vilevile vile pia vipo vitisho vingine, hata vya kunifukuza wanachama uh, pamoja na uongozi uh, na hata leo nimepokea simu nyingi sana za vitisho vya kufukuzwa uh, wanachama na, na, na uh, kwenye baadhi ya magrupu nimeona hata, hata, hata msemaji um, wetu wa, wa chama Nik, nikimaanisha mkurugenzi um, wa habari uh, pamoja na uenezi uh, ametoa ametoa maelekezo sehemu, sehemu fulani. Kwa hiyo uh, nitaulinda wanachama wangu kwa namna yoyote ile Nitajua kwamba ninafanyaje, kwa sababu yako mambo mengi ambayo naweza kuyafanya kwa ajili ya kuulinda wanachama wangu, kwa sababu nimekulia kwenye hiki chama, nimeingia Chadema tangia mwaka elfu mbili na saba mpaka leo niko, niko, niko Chadema, sijawahi kuwa mwanachama wa chama kingine chochote kile uh, kwenye maisha yangu. Kwao nitaulinda wanachama wangu kwa namna yoyote ile, nitaona kwamba ninafanyaje, lakini umezungumzia msimamo wangu juu ya ya, no reforms. Chadema siku zote tunasimamia kwenye misingi ya kufuata katiba. Tumelalamika mara nyingi sana kuhusiana na suala zima la chaguzi amba, ambazo zinafanyika kwenye nchi yetu. Tumeongea mara kadha wa kadha, nyiye mtakuwa mashahidi. Uchaguzi wa 2020 mliona jinsi ulivyokuwa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 219, mmeona jinsi ulivyokuwa. Uchaguzi wa 2024, uh, mwaka jana serikali za mitaa, mmeona jinsi ulivyokuwa nchi hii inahitaji kuwa na mfumo mzuri wa uchaguzi ili tuweze, uh, wananchi wapate kiongozi ambaye wanamtaka. Tukiendelea na mfumo uliopo leo hii, ni dhahiri kwamba hatutakaa tuitoe CCM madarakani, kwa sababu wameshaona sasa kwamba wana uwezo wa kuchezea chaguzi zetu na wana uwezo wa kuchezea maamuzi ambayo wanayafanya. Wa Tanzania, kwa msimamo wangu uko pale pale, no reform. No election, huo ni msimamo wangu, japokuwa msimamo huo ulipitishwa na, na, na kamati kuu ambayo ndani yake haina wajumbe halali, wapo wajumbe ambao sio halali. Lakini na, na ni moja kati ya vitu ambavyo nimeomba viondolewe, lakini hatuna haja ya kushiriki uchaguzi wa mwaka huu kama kama hatutapata hizi reforms ambazo tunaziongelea.